Walikuwa mahabusu. Tunaamini swala hili limekuwa likijirudia mara kwa mara. Nafikiri kama sitokuwa nimepoteza kumbukumbu, ni mara ya nne watu wanasumbuliwa kwa ajili ya swala hili, swala ambalo wao wanasema ni mgogoro wa makanisa. Mimi nimesimama hapa na, na naongea kama muumini wa haki, amani na maendeleo, pia kwa sababu sisi wanaharakati tunaitwa wachochezi, lakini tunachochea haki, amani na maendeleo Amita, ambapo sehemu yoyote ile yenye haki amani inapatikana, sehemu yoyote yenye amani, maendeleo lazima yanapatikana. Amina. Lakini ninasikitika sana swala hili linapokuwa linajirudia rudia. Lakini nitakuwa siyo mwanaharakati mzuri kama sitokuwa mkweli, lazima nizungumze ukweli, na ili kuiponya mlali yetu au Kongwa yetu, lazima tuwe wakweli. Mimi, kwa yeah. majina yangu ninaitwa Mkaume Elisha Mndele ni mwanaharakati mpenda haki, kila mtu anafahamu, ni muumini mzuri sana wa haki. Sehemu ya haki, mi huwa nanyooka, ndio maana wananiita fagio la chuma, mtu mmoja kama watu milioni moja. <coughs> <coughs> <coughs> wakati nalipata mimi nilikuwa niko msibani, nilikuwa niko ilinga msibani, nikapigiwa simu kwamba kuna ndugu zetu wamekamatwa huko Dodoma. Kwa ajili gani? Wakasema bwana, mtafaruku ule ule ambao ulishaga leo sisi umeibuka tena Nikauliza kwa ufasaha kabisa, kwa sababu huwa anapenda kwenda na kitu ambacho kinakuwa kimenyooka. Nikamwambia kwamba kuna watu wameenda kuvamia kwenye sehemu ya ibada, lakini cha kushangaza waliovamiwa ndio waliochukuliwa. Ni jambo la kushangaza sana, kwa sababu watu wawili wanapokuwa wanagombana, msuluhishi mzuri anakuwa amesimama katikati kusi, kusikiliza pande zote mbili, lakini cha kushangaza hawa ndugu zetu wamehojiwa watu ambao wa upande mmoja kwa kunaonekana kabisa kuna double standard, lakini jambo ambalo limenishangaza kesi yao ni kesi ambayo kwa kwa, kwa wepesi wake ilikuwa inazungumzika mahakama ya mwanzo, lakini hao watu wamekamatwa wamepelekwa Dodoma, yaani wamehamishwa vituo vitatu, wamepelekwa Mbande, walivyofika Dodoma wamehamishwa vituo viwili tofauti, kwamba wamegawanywa. Cha kushangaza kwamba kesi nyepesi kama hii inapelekwa kituo cha mkoa. Sasa swala la kujiuliza tu ambalo nilikuwa najiuliza, kwa nini wamepelekwa mkoani? Lakini ni ukweli ambao usiopingika, tusipokuwa wakweli hatuwezi kuiponya mlaji. Amina baba, hili swala linapelekwa kisiasa. Mi mm. Naomba nizungumze kwa sababu domo lwangu halina zipu anapenda kuchanika <laughs> swala hili mimi nimelizungumzia mara nyingi sana, kwamba sisi wanasiasa ambao tunapenda kujaza matumbo yetu tuwache kuchonganisha watu hey. Na hata kule nimewaambia kwamba kule hakuna mgogoro wa makanisa, ila kuna watu wanatafuta wanatafuta wana, wana, wana wafuasi wa siasa kupitia makanisa hey. Kwa hiyo kuna upande mwingine ukiona kwamba unalemewa na upande mwingine wanafanya haya mambo, lazima tuwe wakweli hey, kwa sababu hey. Toka mara ya kwanza mimi nataka niseme ukweli Ndugai, kama ananisikia huko waliko anisikie hey, na ana nafasi nzuri tu hey kutumia pia vyombo vyake vya dola kuja kunichukua mimi, niko tayari, muda wa watu wakinipigia simu na kwenda. Lakini mimi nipo kwa ajili ya kuiponya Kongwa. Swala hili toka mara ya kwanza tunasumbuka, lakini liko mikononi mwa mbunge ambaye ni mheshimiwa Jobu Ndugai hey. mimi tu nataka niseme niseme, na naomba taarifa hizi ziwafikie na pia polisi nao ambao ndio wanasimamia haki wawe wanasimamia haki kweli kweli kwa sababu ya. Hata leo nimeshangaa sana wamesema kwamba kumekuja wow, stop order. Maana stop order kwamba kusimamisha vitu visiendelee kwa sababu kuna mgogoro, lakini stop order hii inaonekana imekuja na double standard kwamba makanisa mengine yamefungwa, wengine wameendelea kwenda kusali hey. na kitu nilicho kitafakari mimi kwa, kwa, kwa madhaifu yangu niliyonayo nikaona kwamba labda huenda upande ule mwingine kwa sababu kwa sababu mara nyingi sana unapokuwa una una una una unaonewa, alafu unajua kabisa mimi naonewa, lazima unakuwa una vitu ambavyo una challenge, mimi kitu ambacho nime challenge kwamba wale wa upande wa, wale wa kule wamefanya vile kwa sababu wanasemwa walioegemea, mm sawa, na na hakika, kama kama kweli hawa wa upande huu wa huku ambao ndio kabisa wanaonekana kwamba wanaonewa wangefanya vile leo tena, mungekamatwa lakini mimi tu mimi tunataka niseme, mimi hapa sizungumzii masuala ya itikadi ya chama ila mimi ni mwanaharakati, siyo mara yangu ya kwanza kusaidia matatizo ya watu wa mlali wala wakongwa. Nasaidia mtu bila kujali itikadi. Wale waliokuwa mle ndani hakuna mtu mwenye kadi ya CHADEMA hata mmoja, huo ndio ukweli. Ila kwa sababu ni muumini wa haki, nimetoka nilikotoka, nimeachilia shughuli zangu kwenda kufuata ndugu zangu. Nimeenda kama ndugu zangu, naomba nieleweke kabisa. Nimeenda kama ndugu zangu lakini cha kushangaza na kitu ambacho anajiuliza kule ndani alikamata mwenye kitu wa kijiji ambaye hakuna hakuna kosa kabisa, na yule mtu katokana na watu wa Chama cha Mapinduzi. mm -hmm. Lakini hakuna mtu ambaye amekumbuka kwamba kuna, kuna kiongozi kakamatwa. Haya mambo ni ya kutafakarisha sana. Huyu ndugu yetu Filemon Mjumbe amehudumu kwenye chama, kwa kumbukumbu zangu, miaka ishirini, amekuwa katibu amekuwa amekuwa ka, me, amekuwa katibu wa umoja wa vijana miaka kumi amekuwa katibu wa watawi Mlali Yegu miaka kumi amekuwa kaimu mtendaji, ni wadhifa wa mkubwa sana. Hawa ndugu zetu wameshindwa ha hata tu kupiga simu kumpa pole, kwamba yani hata ile tu message ya kinafiki. Kwa hiyo kwa hiyo hili linaonyesha hili, hili, hili, wazi kwamba kuna mtu anamwogopa labda kwamba kuna mtu anamwogopa au ndio tabia yao, tabia kama hizi hazina hazina hazina mbolea yani, katika jamii Uye. lakini ndugu zangu, ni yote kwa yote hawa nao polisi ambao wanatumwa hawa hawa ambao wanatumwa yaani, <coughs> mtu unatumwa ukafanya kitu ambacho unaona kabisa anaenda kusababisha uvunjivu wa amani <coughs> hebu angalieni hawa watu wote hawa Ina maana ni watu ambao wanachukizwa na maswala haya kwa sababu mtu hawezi kuachilia usingizi saa hizi anakuja hapa kwa, kwa maana hiyo wote hawa wana uchungu. Basi serikali nayo inaangalia kutenda haki kwa watu kama hawa kwa sababu unapokamata familia kumi watu wako ndani wote, ina maana hawa watu wana ndugu zao ambao wako nyuma yao, maana yake unasababisha uvunjifu wa amani. Kwa hiyo maswala haya yanapokuwa yanatokea, watu wawili wanagombana, wao wanajaribu kuangalia wasiwe na double standard. Wanajaribu kuangalia kwamba yani wanaita pande zote mbili, halafu wanatafuta namna ya kuliziana. Hamuwezi mkaliziana na upande mmoja, sijui mnanielewa. Yani mtalizianeje na upande mmoja? Haya sasa, hawa, hawa wamekamatwa wako kule ndani. Hawa ambao wanagombana nao, kuna nani ambaye kahojiwa? Sasa hilo swala unalimalizeje? Kwa hiyo ni dhahiri kabisa, hata tulivyokuwa tunaendesha hili swala, inaonekana kabisa kuna mikono kuna mikono ya viongozi ndani ya hili swala, kwa sababu haiwezekani mnahangaikia zamana. Unajua kule tulikokuwa ni ugenini kwa kupata zamana mpaka mfanye kukusanyana, mtafute watu, mpigiane simu, mfanyeje? Umeshaona. mnahangaikia zamana, zamana inapatikana, watu wa, wa, wa, zamana imepatikana, wamesaini, lakini bado wameshikiliwa. Cha ajabu mi nataka niwambieni, mimi bahati nzuri kidogo sheria nimeipitia, nime, yani, naielewa. Hawa watu kwa lugha nzuri walikuwa ni kinepa, ni watu ambao walitekwa kwa sababu wamechukuliwa, yani uwezo ukachukuliwa hapa Kongwa ukapelekwa Dodoma, uh, uka, uh, uka, yani, unachukuliwa uka kituo kidogo cha Mlali ukapelekwa Kongwa alafu baadaye unaulidishwa tena kuja kupumzika Mlali. Yani hiyo ni kitu ambacho kinaenda kinyume, kama sababu. Unaona sasa, mtu anachukuliwa kituo kikubwa cha mkoa, anapelekwa Mtumba kwenye kituo kidogo, maana yake zamana yake sasa imekwisha ila kuna ila wanawashikilia wana kwa kuridhisha mtu fulani, na kama walikuwa hawamridhishi mtu fulani, ninaomba rekodi hii itakavyowakuta waniite wakanifafanulie kwamba walikuwa wanamridhisha nani, kwamba tumeshawawekea watu zamana, lakini wamechukuliwa, wamehamishwa kituo kikubwa, wamepelekwa kituo kidogo. Lakini mimi nataka nizungumze, kama tunataka kweli amani kwenye wilaya yetu, Viongozi wa kisiasa wasiingize masuala ya itikadi za kisiasa kwenye makanisa, kwa sababu nasema hivi na natolea mfano wa hili swala. Filemoni Mwijumbe, yeye yuko diocese ya Mlali, lakini kuna mwanaye ambaye ni, ni mwehanga yuko bondeni, yeye ye, yuko yuko diocese ya Mpwapwa, lakini alivyokamatwa Filemoni Mwijumbe yule jamaa alikuwa anahangaika hata anakupiga simu kuulizia kwamba jamani, hao ndugu zetu wamepata zamana. Sasa hapo unataka niambie kuna ugomvi wa makanisa. Kwa hiyo kuna watu ambao wanachochea masuala haya ili make imani. Mimi babangu anawezekana ni Mwislamu, nikawa Mkristo, sio dhambi. Kwa hiyo ni zaili kabisa. Kuna watu, sio kwamba niseme kuna watu, jamani, ndugai astafu vizuri atuachie <laughs> uwezo mimi nasema, ila haya haya anayoyafanya haya haya anayoyafanya wananchi, sijui mnanielewa, sijua mimi, haya anayoyafanya haya, mimi kama mwanaharakati nitapambana nita, nita, nita, nita, naye kiulalo lalo, siwezi kunyamaza, kwa sababu tukinyamaza, nasema hivi, najitolea mfano kwa sababu, hebu jaribuni kufikilia swala so, hili lilivyotokea, li, li, li, li, li nani amesimama kidete kulifuatilia? Ah, ah, ah, na nazungumza hivi kwa sababu linaumiza. Siwezi mimi, mimi, mimi ni kiongozi, siwezi kuona eti mambo yanaenda tofauti kwa sababu ya itikadi za mtu alafu nikanyamazia mimi. Tunasema kwa haya mambo bwana, tutapambana kiulalo ulalo, lakini kitu ambacho nataka nizungumze tena, nyinyi watu wa mradi tusipokuwa wamoja kwa sababu sisi sasa hizi kama yatima mlaiaa makanisa hata maendeleo tunapigwa vita sawa. Tusipokuwa wamoja, yani tusipokuwa wamoja, maendeleo tutayasikia kwenye bomba, kwa sababu tutakuwa kila mkigua swala lolote la maendeleo, mtakuwa mnapigwa vita. Kwa hiyo kikubwa ni umoja, lakini pia na, na wasihi hata hao wa upande wa pili, hao ambao wanasema kwa dayosisi ya Mpwapwa wasifikiri kwamba kuchochewa na wanasiasa kunatujenga. Wasifikiri kwamba unapokuwa unafanyiwa kitu fulani, unabebwa na mtu ambaye yuko kwenye sistimu, kwamba kunatusaidia. Na ndio maana narudia, kwa sababu wote ni wamoja, unakuta baba yuko dayosisi ya Mpwapwa, mama yuko dayosisi ya Mlali. Kwa hiyo huyo mtu anapokuwa anatuvuruga maana yake anavuruga familia zetu, sijui mnanielewa hapa. Inatokea mpaka wakati, kuna wakati mimi nilikuwa nasoma naangalia kwamba hapa tunakwenda wapi. kama inafikia muda mpaka tunaanza kutengana kwenye mazishi ni hatari, haina afya, lakini wanaosababisha ndio hao hao watu. Huyo mtu yeye, yeah, yeah, anasema yeah, kwamba ni kanoni lakini ni kanoni ambaye kwa, kwa bahati mbaya sana yaani yeye hajui mtu ambaye anaweza akasimama kwenye media akasema alikutana na mke wa Yesu. Huyo huyo mtu kweli yupo kwenye dini hii? Laana hii laana anayoifanya hii hii itamtafuna. Mimi naambieni kweli <totitikin> hii itamtafuna, na hizi habari zimfikie, hizi habari zimfikie, hii laana itamtafuna, kwa sababu haiwezekani kwa maslahi yake yeye kwa maslahi yake yeye avuruge watu wote hao, hii ni hatari. Kwani jamani kuna mtu ambaye hajui kwamba anatuvuruga nani kuna mtu ambaye kukua kwamba kukua ajui kwamba naye tuvuruga ni ndugai? Mimi nimeyazungumza haya, ambaye yeye ana uwezo wa kwenda kunishtaki kwa sababu ya kuzungumza ukweli, akanishtaki. Ila mimi nasema, akienda kunishtaki nitadili naye kiulalo lalo huko huko mahakamani. Hii tabia ikome. Mimi yangu ni hayo machache, lakini kama kweli, nasisitiza tena kama kweli waliweka waliweka na na na stop order hii mimi sijaielewa kwa sababu stop order inatolewa mahakamani. Lakini stop order hii inaonekana imetoka kwa mkuu wa wilaya. Na wote ndio hao ambao wanasikiliza maelekezo. Maana kitoka mara ya kwanza swali so hili liko linaenda kwa maelekezo hivyo hivyo. Na kama nadanganya hili au kama hapa napotosha, maana wameshazoea, anasema huyu mtu labda anachochea kitu fulani. Kama nachochea, hata kesho waniite, mimi nitakwenda kujibu hizi hoja kwa sababu kama kama mkuu wa wilaya anajua kanuni ya mtu anakamatwa halafu anahamishwa vituo kama muuaji, halafu anapelekwa Dodoma, wakati tuna kituo Mlali, tuna kituo cha Mlali kiko chini ya Kibaigwa, kituo cha Kibaigwa kiko chini ya Kongwa. Mtu hajafikishwa hata kwenye kituo cha wilaya, anapelekwa. Kwa hiyo haya ni maelekezo, na kama sio maelekezo, na kama sio maelekezo waje watuambie ni kwa sababu gani wamewaweka watu ndani bila zamana toka tarehe nane mpaka leo. Yaani hilo hilo wanataka tu kama, kama watanituhumu kwa ajili ya kuzungumza ukweli waniambie ni kwa sababu gani wameweka ndani watu kuanzia tarehe nane mpaka leo, tarehe kumi na, tarehe ngapi leo? kumi na sita na maana siku nama nane watu wako ndani, hiyo sheria ya nchi gani? Na je siku zote nane kwa nini hawajawapeleka mahakamani? Na, na, na, na, na, na, na, na kama wanasema hii kesi ilikuwa ni ya jamhuri, jamhuri inataka ushahidi kutoka kwa mtu ambaye kaona hilo tukio. Nani ambaye alitoa alitoayo mashtaka, kuna mtu kafanya hivi kwa jamhuri, na hiyo jamhuri ikamuita kwenda kumhoji kwa hiyo kesi. Mimi nafikiri kwamba ndio kesi kama zile zingine, kwamba za kutengeneza, watu wanashikiliwa afu baadaye wanaachiwa, wanapandikiza swala ambalo sio zuri kwenye mioyo ya watu. Unajua siku zote majanga yanapozidi moyo wa mwanadamu huota kutu. Kwa hiyo wasifikiri hawa ah, wanaoyafanya kwamba wanajenga wanaendelea kubomoa. Mimi ndio yangu hayo machache, iwafikie watu wanaosimamia sheria. Ninaomba pia hawa ah, watu ambao polisi wanaotumwa, yaani, mtu unatumwa kabisa, unajua kwamba huyo mtu niliyemtuma hajafanya kosa, lakini unaenda na kwa sababu unaenda kutekeleza kwa ajili ya mtu afu unaenda kumhoji hivi. Mtu unawezaje hivi, unawezaje, yaani, unawezaje kwenda kuhojiwa na mtu anayefanya makusudi. Mimi hawa askari najua tu walikuwa wanafanya makusudi, wanawasumbua watu kwa hoja ya watu ambao hawajafanya tukio lolote. Nataka nimalizie. Mimi nimeangalia sina lolote swala. Mimi mimi kama Tomaso nikisikiaga jambo huwa napenda kwenda kuona imekuwaje. Mimi nataka niseme lile swala limetengenezwa. Kwa sababu nyumba haiwezi kaungua wakati mlango umefungwa au umeungua vitu vya ndani. Wamejoma wenyewe. Sijui mnanielewa? Hiyo haiwezekani. Halafu haiwezekani ukahamisha vitu Halafu ndo unaenda kuchoma hiyo nyumba. Yaani yaani, yaani, yaani, yaani hapo kuna scenario ya swala gani? Umeshaona? Kwa hiyo hao wajamaa walikuwa watumiwa mara wanaitwa wamechoma kanisa. Yaani kule kuna mambo mengi. Lakini hao nao hao wanaojifanya wako kwenye dini alafu wanafanya usanii kudanganyia watu. Mungu anawaona. Mungu anafanyaje? Mimi hapa mimi hapa nataka tu niwatoeni wasiwasi. Mimi sipo kwa ajili ya siasa. Ila nimesimama kama kiongozi wa wilaya. Mimi nimetokana na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, lakini tuna, ukisha kuwa kiongozi hauongozi chama, ila unaongoza watu. Kwa hiyo mimi naongoza mtu bila kujua kwamba huyu ana itikadi gani, naongoza mtu bila kujua kwamba huyu ana kadi ya CHADEMA au ya CCM. hawa wote ni wana CCM. Haya, leo waulizeni, kuna mwenyekiti wa kitongoji, kuna kuna mwana CCM kindakindaki huko, hapa mwenyekiti wa kijiji alikuwa kule, kuna mwana CCM kawafata hao nao jamaa zangu wajirekebishe, tuongoze watu, tusaidie watu. Ndio maana mimi huwa nasema mabumunda kwa <coughs> sababu haiwezekani watu wana, wanapata matatizo mnashindwa kwenda kuwasaidia, ili mimi nalisema ili tujirekebishe, tuendelee kusaidia watu. Sijui mmenielewa. Kwa hiyo ndo hayo yangu machache naomba nimalizie kwa hapa. <coughs> Episcopal Anglican Media, maisha yanayohubiri.